Tarehe kumi ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni msimu wa tisa wa Mbeya Tulia Marathon. Tayari tupo hapa katika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya. Kama unavyoona, shangwe ni kubwa mwaka huu. Tamasha hili limefana zaidi na kubwa zaidi, limekuwa la kipekee. Tumeweza kumsikia mwasisi wa Mbeya Tulia Marathon kwa maana ya Dokta Tulia Ackson ambaye wa mkoa wa Mbeya kwa maana ya jiji la Mbeya. Unapoongelea mbunge wa mkoa, unajua jiji la Mbeya ni sura usoni kwa mkoa wa Mbeya yee ndio mwanamama ambaye amelishikilia bunge jimbo hili, lakini vile vile ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Ndiye muasisi wa warsha hii ya Mbeya Tulia Marathon. Kwa mwaka huu imeendelea kufana zaidi, tumeweza kuona um, wadhamini wameongezeka sana, mabenki yameongezeka, lakini na vyama mbalimbali vimeweza kuongezeka lakini taasisi zilizo za serikali zisizo za serikali za tumeona wasanii wakubwa wameweza kuja kushiriki nasi, lakini na mimi nikiwa kama mbunge mwakilishi wa kundi la wanawake nimeweza kuja kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Mbeya. Sijaja peke yangu kama mnavyofahamu, ninaamiliki taasisi sio kwa kiserikali Maryprisca Women Empowerment Foundation. Kwa kuweza kushiriki kikamilifu Mbeya Tulia Marathon, unatakiwa kuchangia ili yale maono ya mwasisi Dr. Tulia ya kuendeleza na kuboresha miundombinu miundombi na afya aweze kufanikiwa, lazima tuchangie. Kwa hiyo mimi kama mkurugenzi wa taasisi sio kwa serikali, Imerepiska Women Empowerment Foundation almaarufu kama mwefu, nimeweza kulipia vijana 27 wameweza kushiriki hapa uwanjani wamekimbia mbio za umbali mbalimbali mimi bosi wao nimekimbia kilomita tano. Kilomita tano. Kwa hiyo yote haya ni kuona kwamba tunaunga jitihada hizi za Dkt. Tulia Ackson kwa sababu matunda yake tumeyaona tumeweza kuona namna ambavyo ameweza kufikia makundi mbalimbali mbali hasa wazee pamoja na makundi ya wanawake ameweza kutoa bima za afya. Tunapoongelea miundombinu ya afya sio majengo peke yake ama vifaa tiba, lakini pia kumwezesha mwananchi bima ya afya ni jambo kubwa sana. Anakuwa na uhakika wa kufanya shughuli zake kwa sababu afya ndio mtaji wa kila kitu. Kwa hiyo akiwa na uhakika wa kutibiwa pale anapopata maradhi kwa kumiliki uh, kadi ya bima ambayo ndio wito wa serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kila mwananchi aweze kuwa na bima ya afya. Dkt. Tulia amekuwa kinara wa kusapoti hizi jitihada za serikali. Kwa hiyo mimi kama mbunge ninampongeza sana dada yangu Dkt. Tulia Ackson, lakini vile vile ninamsapoti na niseme niko darasani, haya mazuri tutayaiga kule mwefu nako tutayapeleka. Lengo ni kuongeza ukubwa wa kuwafikia watu. Yeye yeah, akiwafikia watu elfu tano, bado tuna populesheni kubwa ndani ya mkoa. Kwa hiyo mimi, kwa sababu nazunguka mkoa mzima, nitaiga haya mazuri ili kuona tunawafikia watu wengi, hasa kundi la wanawake ambalo ndio jeshi la kumvusha zaidi Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mwaka huu wa uchaguzi tunasema Dkt. Tulia mitano tena, Dkt. Samia mitano tena, na mimi bila kujisahau nasema bado nipo, nipo sana kuwawakilisha wanawake wa mkoa